Moja kwa moja kutoka jengo la station ya Magufuli iliyopo jijini Dar es Salaam, station ya SGR. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Mtazamaji, leo tunaangazia kuhusiana na mambo mengine ya msingi ya kuzingatia pindi unaposafiri na treni zetu za SGR. Wewe ni abiria je, unafahamu ni aina gani ya mzigo unaoruhusiwa kuingia nao ndani ya treni ya SGR? Vipi vifurushi vinaruhusiwa, au tranka zinaruhusiwa? Sasa mtazamaji, Ringo Mboma ni meneja wa treni za abiria kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Yeye amezungumzia kuhusiana na ni ipi mizigo inayoruhusiwa kwa abiria kuingia nayo ndani ya treni ya SGR, huyu hapa. Treni zetu ziko tofauti, tuna treni za SGR na treni za MGR. Kwenye treni za SGR tunaruhusu vitu vinaitwa luggage. Luggage ni mzigo ule ambao ni lazima abiria anayesafiri asafiri nao una matumizi yake aidha njiani au huko anakofika. Kwa mfano begi la nguo, hiyo ndio luggage. Ndio kitu ambacho tunasafirisha kwa kutumia SGR. Kwa nini tunafanya hivi? Huku SGR hatuna behewa kwa ajili ya kubeba parcel. Behewa zetu zipo kwa ajili ya kubeba abiria tu na begi ndogo ndogo zisizozidi uzito wa kilo 40 hamsini, aha. Sasa Ringo, hebu tuambie ni ipi tofauti kati ya luggage pamoja na parcel? Parcel ni kifurushi ambacho sio lazima mteja asafiri nacho. Luggage ni kifurushi ambacho lazima mteja asafiri nacho. Tumekwisha fahamu tofauti iliyopo kati ya luggage pamoja na parcel. Sasa, kwa wale ambao wanatamani kusafirisha vifurushi pamoja na paseli wategemee lini usafirishaji wa treni ya mizigo kuanza? Okay, swali zuri, ndugu mtangazaji. Tumeshasikia behewa za mizigo zinakuja na zimefika, basi possibly, hata hizi behewa za bleki zitafika na watu watatumia hisijara kusafirisha paseli zao, hivyo basi nawakaribisha abiria wote wenye mizigo ambayo inaitwa parcel waje wajaandaye kutumia behewa za mizigo za SGR ambazo zipo zimeshaingia na treni zake zitaanza hivi karibuni. Lakini huku kwenye treni za abiria za SGR, tunasisitiza tena, vifurushi hatuvihitaji kwa sababu yamle ndani sehemu ya kuviweka hakuna. Kama kila mtu atakuja na kifurushi atakuja na luggage. basi hata sehemu ya kupita watu itakosekana na ustaarabu mzima wa treni utaondoka. Kwa hiyo tunaomba abiria amzingatie hiyo. Aha, tumekwisha fahamu mtazamaji, kuhusiana na utaratibu, lakini ndani ya treni hii zipo sehemu za chini za wazi ambazo pia huwa zinawekwa mabegi ambayo huwa ni makubwa, lakini uzito wake ni wa wastani, ambayo hayawezi kuingia pale juu kwenye keria na badala yake yanawekwa hapa chini. Sasa eneo hili watu wengine huwa wanaweka vifurushi pamoja na paseli ambazo haziruhusiwi kuingia ndani ya treni hii. Ringo Mboma anatupitisha na kutupa elimu hii namna ya kuweza kuhifadhi na kuweka vizuri luggage ama mabegi yetu. Karibu mtazamaji. Kwanza nataka niwafahamishe wasafiri kwamba hili ni behewa la economy class, ambayo kilo zake ambazo unatakiwa usafirie humu nazo hazizidi kilo ishirini. Begi lako alitakiwi kuzidi kilo ishirini. Sisi tunaamini kwa kilo ishirini zikikaa hapa, hizi kelia zetu zitadumu. Lakini tutakapoweka kilo thelathini, arobaini, hamsini hapa. Mwaka mmoja tukelia hizi zitakuwa zimeisha. Kwa hiyo tunaomba abilia, unapokuwa umekata economy class ni daraja ambalo unaruhusiwa kusafiri na kilo ishirini za lageji. Unapokuja na kilo thelathini wakati wewe tiketi yako inakuruhusu uje na kilo ishirini na hivyo vyote tumeviandika kwenye tiketi, inaonekana kwamba wewe umepanga kuja kutuhujumu. Hivyo tunawaomba abiria wetu waje na mizigo sawasawa na walivyoonyeshwa kwenye tiketi zao. Mtazamaji, unapoingia katika moja kati ya behewa la treni ya SGR, ukiingia tu pale mlangoni utakutana na eneo kama hili. Hili ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kuweka mizigo ambayo ina umbo kubwa, lakini uzito ni wastani, ambayo imeshindwa kuingia katika carrier, lakini imeruhusiwa, utaweka hapa juu ama hapa chini. Na hiki kitu unachokiona hapa, hiki ni kiti kwa ajili ya cabin crew. Ambaye cabin crew ni mtu wa huduma ama mhudumu ambaye anahudumia behewa hili. Kama ambavyo unashuhudia, yeye atakaa hapa kwa ajili ya kutoa huduma ama kuwahudumia abiria waliopo ndani ya behewa hili. Hivyo basi, mtazamaji, tuzingatie sana sana sana maelekezo ambayo yanatolewa na wataalamu wetu juu ya matumizi ya treni yetu ya SGR. Mimi naitwa Beni Mwanantala na hii ni TRC Reality TV.